Tasu, weshua garia, weshua garia. Weshua garia. A, ni kwamba tumepokea ugeni mkubwa sana ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha kufuatilia na kudhibiti magonjwa cha serikali ya Marekani, kwa Kiingereza kinaitwa US Government Center for Disease Control CDC, na wamekuwa wakishirikiana na serikali ya Tanzania katika kufuatilia magonjwa hasa yale magonjwa yanayotakiwa kutolewa taarifa kimataifa. Kwa hiyo kwa takribani zaidi ya miaka kumi uh, wamekuwa wakishirikiana na sisi, lakini sasa hivi hasa baada ya kuwa na milipuko ya magonjwa, kwa mfano Ebola, Chikungunya, homa ya dengu, lakini kuna magonjwa, kwa mfano kipindupindu. Kwa hiyo wenzetu serikali ya Marekani wanatusaidia ili tuweze kujenga uwezo kwanza wa kufanya tathmini ya kuasesi yani, kabla ugonjwa haujalipuka, wanatusaidia tuweze kupitia hizi taarifa rumors. Kwa mfano saa nyingine mnatusambazia picha za kusema mtu anaumwa Ebola. Sasa si tukipata ile picha hatuidharau, tunaichukulia kama ni taarifa. Ya kwanza kwa hiyo ya kuasesi, lakini ya pili ni kwa ajili sasa ya ku ya ku, ya ku, tunasema baada ya kuassess and then kuna kuja swala la pili la ku re, re, report sasa. Tunatoaje taarifa? Ya tatu jinsi sasa ya kurespondi ya kudhibiti. Kwa hiyo wanatusaidia sana katika kufanya tathmini, katika kutoa taarifa, lakini mwisho katika kudhibiti milipuko ya magonjwa hayo ambayo yanahatarisha afya ya jamii. Kwa hiyo tunawashukuru sana Dr. Robert Redfield yeye ndiye mkurugenzi mkuu wa CDC Marekani, lakini ameambatana pia na kaimu balozi na watu wengine kutoka serikali ya Marekani. Lakini kubwa, nimefurahi, labda watasema wenyewe, wameridhika kwamba Tanzania tunao uwezo sasa hivi haka, hata ikitokea labda mlipuko wa Ebola tutaweza kujipanga na kutoa taarifa haraka na kuweza kuchukua hatua mara moja. Lakini jingine ambalo wameweza kutuhusia ni lazima pia tushirikishe jamii katika kufuatilia na kutoa taarifa kuhusu magonjwa, kwa sababu hata Tanzania hasa vijijini, mtu akiumwa akiona labda ana ugonjwa hauelewi, ataenda kwa mganga wa kienyeji. Kwa hiyo hilo ndio tumejifunza, tutahakikisha katika pia tunajenga mifumo ya, ki, ya katika jamii kwa ajili ya kufuatilia na kupata taarifa za magonjwa. Sasa mvua inakuja maybe Aha. Fufi, um, leo nimekuja na ujumbe mkubwa kutoka na Marekani e, uh, nimefurahi kwa nafasi kwa uh, mzungumzo na Mheshimiwa uh, Waziri wa afya kwa sababu mada ya uh, leo ni afya e, kama mnavyoona kama, uh, uh, Uh, tuna uh, mkurugenzi kutoka na uh, Centers for Disease Control Marekani e, kwa sababu uh, kwa maoni yangu ni ishara uh, kwamba e, uh, tuko uh, pamoja na tu, tunaendelea ende, ushirikiano kujenga Tanzania yenye uh, afya njema. Asanteni sana. Kwamba na, na ma magonjwa hayana mipaka ugonjwa ukiibuka Tanzania unaweza ukaingia Marekani, unaweza ukaingia Uganda na unaweza... Um, leo nimekuja na ujumbe mkubwa kutoka na Marekani e, uh, nimefurahi kwa nafasi kwa uh, mzungumzo na mheshimiwa uh, waziri wa afya, kwa sababu mada ya uh, leo ni afya e, kama kama uh, Uh, munavyo ona uh, tuna uh, mkurugenzi kutoka na uh, Centers for Disease Control ya Marekani e, uh, kwa sababu uh, kwa maoni yangu ni ishara uh, kwamba e, uh, tuko uh, pamoja na tu, tunaendelea ushirikiano kujenga Tanzania yenye uh, afya njema. Asanteni sana na, na... Kama magonjwa hayana mipaka. Kwa ugonjwa ukiibuka Tanzania unaweza ukaingia Marekani, unaweza ukaingia Uganda, inaweza ikaingia Kenya. Kwa hiyo muhimu ni kujenga mifumo na utayari na uwezo wa nchi wa kufuatilia kama nilivyosema, kudhibiti na kupambana na magonjwa kwa mfano Ebola, kipindupindu magonjwa ya, ya, ya homa ya Dengu na chikungunya. Kubwa ambalo labda labda kwa sasa hivi tunalifanyia kazi, tumeenda huku juu, tuna kituo sasa sisi tayari cha kufuatilia na ku habari zote za, za magonjwa, na wameona kati ya nchi za Afrika Mashariki sisi ndio tayari tuko vizuri. Kwa hiyo kama narudia kusema, hata kama inapotokea tu taarifa ya uongo, sisi tunaifuatilia tunajiridhisha je, kuu ugonjwa upo kweli au ni maneno ya uongo. Kwa hiyo lakini kubwa ambalo wametuachia wenzetu kwamba wataendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kujenga uwezo wa kufuatilia kudhibiti na kupambana na magonjwa hayo ya mlipuko. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali. La uongo, sasa hivi hakuna la uongo. Sasa hivi swala kubwa tunalofanyia kazi ni kipindupindu, kwa sababu bado katika zikiko katika mikoa miwili mkoa wa, wa Rukwa na, na, na Arusha katika halmashaurini, hilo ndio kubwa tunalofanyia kazi, lakini haya mengine yote nataka kurudia tena, hakuna Ebola haijaingia nchini, na habari njema kama mnavyofahamu, juzi uh, Shirika la Afya Duniani na serikali ya DRC Kongo wamethibitisha kwamba Ebola imemalizika uh, ndani ya DRC lakini sio kwamba na sisi tunalala, kwa sababu nchi yetu mnaijua ni kubwa sana, na hata hii mipaka ambayo sio rasmi ya vichochoroni, njia za panya, ndio watu wengi wanapita. Kwa hiyo tunawashukuru wenzetu wa Marekani, wamesema watashirikiana na sisi katika kujenga uwezo sasa mpaka ngazi ya kijiji, hasa jamii na wenyewe kushiriki kutoa taarifa za watu ambao wanakisiwa labda wana magonjwa ambayo sio ya kawaida. Kama nilivyosema tuko katika halmashauri mbili kule Arusha iko Ngorongoro na Munduli inakuja na kuondoka na Sumbawanga na Rukwa ni katika halmashauri ya Sumbawanga. Yeah. Ripoti za Daktari, kuna ripoti za vifo? Yes. Wiki moja hatujapata taarifa yoyote ya vifo. Na vifo kutoka ugonjwa ulivyoanza ni zaidi ya 500. Yaani katika katika ugonjwa huu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kipindupindu kwa mikoa yote Tanzania, kwa sababu mpaka mwaka jana mikoa yote tayari ilisha ripoti kipindupindu, kwa hivyo kwa kweli tukiangalia mifumo ambayo tuko nayo kwa sasa na, na, na ukaribu wa wahisani wetu wanaotusaidia tuko vizuri sana katika kupambana na any threat ambayo itaingia Tanzania. Na kama ambavyo mnaona chikungunya tumeweza kuzipiki zile kesi kupitia uh, point of entry kwenye mipaka ya Horohoro -horo, pamoja na Holili tumezikamata zote kupitia Kwaivo. Kwa hivyo nasema kwamba kupitia uongozi wetu ambao kwa makini wamekuwa wakihakikisha kwamba wana mifumo ambayo iko imara na watu ambao wako imara katika kuhakikisha kwamba haya matukio yakitokea yanadhibitiwa kwa muda wa karibu zaidi kuto kusababisha matatizo ambayo yataingia katika jamii pamoja na kuathiri mali zao. Katika mfumo ule, bado kuna changamoto gani ambazo tunakutana nazo, kwa sababu tunajua ni mfumo ambao sio mwenyeji sana kama mifumo mingine ya Afrika? Ah, nadhani na na umeongea suala zuri, ni mifumo ambayo kwanza inahitaji investment ya hali ya juu kwa sababu mmeona vifaa vilivyopo pale. Kwa hivyo inahitaji commitment ya, ya, ya, ya kuweka resources kuweza kupata na kumaintain hile mifumo ili kuhakikisha kwamba taarifa zinapotokea sehemu yoyote ile katika nchi yetu tunazikamata kwa mapema na kuweza kuzifanyia kazi kabla ya uh, kuleta athari mbalimbali ambazo nyote nyie mnazielewa kuhusiana na vifo na upotevu wa mali za watu.